Mtazamaji, tuanze na taarifa yetu kuu jioni ya leo, ambapo muungano wa viongozi wa miliki wa vituo vya habari vya magharibi, almaarufu Western Media Owners Consortium, umejitokeza waziwazi wazi wazi, na kushinikiza viongozi wa eneo la magharibi, wakiwemo wa serikali na siasa, kuvipa kipaumbele vituo vya magharibi nafasi za kushiriki katika matangazo muhimu yanayohusu utoaji wa huduma za umma eneo hilo. Mwanahabari wetu Jacob Macheso alihudhuria mkutano huo na anatufungulia habari za magharibi jioni na taarifa hiyo kwa kina. Huu mkutano uh, ni mkubwa na mkutano wa maana sana. E, vyombo vya habari havina habari, havina taarifa <laughs> vyombo vya habari havina habari. <laughs> vyombo vya habari havina habari kuhusu mkutano huu na tunaona mashirika mengine yanapewa kipaumbele mpaka yanapewa bajeti. Sisi <laughs> kama wale tuko huku mpaka tuko na very good MCs ambao wanaweza kufanya MC kwa hii function kama hizi na zingine mingi. Why are we not being involved in this? Asante sana bwana <laughs> Wanyunyi eh, Tandao TV na radio. Na pia ningependa kuongezea tu kuhusu mambo ya empowerment. Tumeona sana kuna mikutano za empowerment zimefanyika huku maeneo magharibi sana viongozi wamekuja wa kuempower youth na kuempower eh, wamama lakini, hatujaona au viongozi wa empower media houses hata kutuempower kwenda kukava hizo events <laughs> zimekuja kuempower yeah. Watu huku western yeah. Kwa mfano we, kuna ata ile ilikuwa juzi hapa Webuye yeah. And uh, tumejaribu sana kwa njia tofauti kujaribu kupata angalau au viongozi kuweka allocate budget ya media houses kutoka Western kuhusika katika hizo mikutano kukava live na kuweza kutangaza mambo mazuri ambayo mnafanya. Kwa mfano kuna kitu inafanyika Busia saa hizi, kuna senate as we speak, wako Busia county the whole senate ya Kenya, lakini the live the media houses that is taking the hiyo kongamano yote live ni Citizen TV. Hakuna media house kutoka Western ambayo inakaa imepewa i, i, even opportunity to cover the Busia Senate sitting. Okay, members of the fourth estate. Eh, uh, asante sana kwa kuweza kufika kwa kikao hiki cha wanahabari na mbele yetu tuko na wamiliki wa vyombo vya habari kutoka eneo la Magharibi. Kikundi kinajulikana kama Western Media Owners Consortium na kinaleta pamoja vikundi vyote vya e, mashirika ya habari muhimu katika eneo la Magharibi. Ni Robert Wanyonyi ndiye katibu mkuu wa Western Media Owners Consortium na vile vile mkurugenzi wa Tandao TV na vile vile Tandao Radio. Tunavyoongea hivi, hao wenzangu wa vyombo vya habari mbalimbali hawajapata e, tangazo lolote kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini kwamba elezea wananchi hivi elezea wananchi hivi kwamba kuna zoezi limeanza la kuandikisha wapigaji kura, na ndiposa unaona kwamba Kenya mzima hadi jana tukiongea hivi ni kwamba chini ya Wakenya alfu nane ndio waweza wameweza kujisajili kama wapiga kura wapya. Kwa nini tuende njia hii? Ni kwa sababu vyombo vya habari ni muhimu sana katika kupitisha ujumbe. Iwapo kuna zoezi lolote la serikali linafanyika, basi kuna ile ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama civic education yeah. na civic mm, education haiwezi haiwezi fanywa na word of mouth, na mdomo, inafanywa kupitia kwa vituo vya habari, redio, televisheni na njia zingine. Kwa hivyo wenzangu watakapoongea hapa, watawaeleza wazi bayana kwamba hawajapata mwaliko wote kutoka kwa IEBC. No fair distribution of government business to these regional stations. Sisi kama regional stations we have bills we are paying, tuko na licenses tunakata, tuko na eh, salaries tumeandika wafanyikazi, lakini we are disadvantaged when it comes to distribution of business za serikali. For example, hata hii mambo ya SHA sisi arujapewa to create awareness. SHA unaregister namna gani, kunalipa mdogo mdogo. So our audience are lacking information from the government side because we are not given that business ya kufanya namna gani ya create awareness.